Pale Katoro, mkurugenzi uko hapa. Pale Katoro kuna mbabe mmoja amechukua eneo la serikali, amevunja majengo yaliyoko pale kwenye eneo la serikali. Pale Katoro ameanzisha biashara pale, anapozungumza na viongozi wa serikali anawadharau, yani anaonyesha yeye ni mbabe viongozi mfukoni. Ninafahamu kuna arabii mbili zimechukuliwa pale, arabii yake amechukua, na kuna arabii ya kiongozi wa serikali amechukua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, ambaye najua utampelekea haya maelekezo yangu kupitia vyombo hivi mlivyonavyo, hebu lifuatilieni hili swala na kama hakuna mkataba wowote anao alionao yule ndugu pale, kama hakuna hatua za kisheria zichukuliwe, hatua za kisheria zichukuliwe. Nimeona ile klipu inaendelea kuzunguka, haijanibariki kabisa. Mkurugenzi, una taarifa na ile habari? Kuna, kuna, kuna mkataba wowote pale au tunaingilia, tunaingilia vyombo tusiingilie vyombo. Vyombo vyako vikafanya hiyo kazi na nipate mrejesho ndani ya siku kumi na nne kwamba swala hili limesimama kwenye msimamo upi? Serikali haiwezi kuchezewa, serikali haiwezi kuchezewa hata kama una fedha Mimi nikiwa waziri wa mamlaka za mamla serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa hazitachezewa, hata kama huyo mtu ana fedha kiasi gani? Kwa hiyo mheshimiwa, kwa niaba ya mkuu wa mkoa naomba mlishughulikie.